Unakumbuka lile azimio la bunge la Ulaya? Natumai tutakuwa unalikumbuka, kwa sababu nilikujuza pia kupitia humu humu Madora kwamba ni kipi kinachoendelea. Sasa serikali ilitoa tamko, tamko ambayo limeonekana kupinga kile ambacho kilifanywa na bunge la Ulaya. Sasa kupitia ile barua ya serikali Askofu Mwamakula kuna vitu kaviandika, na huu ulikuwa ni msimamo wa yeye kama askofu na ni sauti ya Watanzania wengi. Sasa hapa, nitakupitisha kwenye kile alichokizungumza Askofu Mwamakula kuhusu tamko la serikali. Inaonekana serikali kama vile e, inapinga kile ambacho bunge la Ulaya lilizungumza kuhusu Tanzania. Sasa askofu hapa kuna vitu kavielezea, na mimi nitakupitisha humo, ambapo askofu alizungumza. Anasema ndugu wa Tanzania, tumeona tamko la serikali ikijibu maazimio ya bunge la umoja wa Ulaya juu ya kesi ya uhaini inayomhusu Tundu Lissu, uchaguzi mkuu na kadhalika. Katika tamko hilo, serikali yetu inakanusha kwa ujasiri mambo kadhaa, ikilaumu bunge la Ulaya kwa kupokea taarifa zilizopotoshwa ama taarifa za uongo. Serikali yetu inatoa ushahidi kuwa E, kuanzishwa kwa tume huru ya uchaguzi na kubadilishwa kwa sheria ya uchaguzi ndio kigezo kuwa nchi hii imepiga hatua kubwa ya kidemokrasia kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Lakini sisi kama Watanzania ambao tunaishi katika hii nchi ni lazima tuwe wa kweli sisi kwa sisi. Je, tume huru ya taifa ya uchaguzi iliundwa ama ilianzishwa lini? Je, kubadili jina la kutoka tume huru ya uchaguzi E, mpaka kuitwa tume huru ya taifa ya uchaguzi ndio kuundwa ama kuanzishwa kwa tume huru ya uchaguzi? Hilo ni swali pia. Je, ni nini maana ya halisi ya tume huru ya taifa ya uchaguzi? Ni mchakato wa kuanzishwa kwake pamoja na vigezo vya kuitwa tume huru e, au ni kubadilishwa jina? Aliendelea mbali zaidi na akasema kuhusu kubadilishwa kwa sheria za uchaguzi, kama kweli hizo sheria zilibadilishwa zina maana yeyote ni kwa nini basi huo utofauti wa sheria mpya usionekane katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024? Je, na huo uhuru wa mahakama unaotajwa, ni kwa nini mahakama ya Kisutu ilivamiwa tarehe 24 Aprili 2025 na jeshi la polisi ambalo liliwazuia watu kuingia mahakamani kusikiliza kesi ya Tundulisu? Haya yote ni maswali ambayo askofu anauliza kuhusiana na hiyo barua ambayo serikali ilisema kwamba eh, tume yetu ipo huru kabisa na mahakama ipo huru kabisa kwa hiyo hayo ni maswali alouliza lakini aliendelea kwa kusema je ye, serikali yetu inatoa majibu gani kwa bunge la Ulaya juu ya utekaji upotozwaji na mauaji ya wapinzani ambao umeshuhudiwa katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 Je, yeah, matukio haya kushambuliwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania ni TEC, eh, huyu Charles Kitima eh, baada ya rais kutahadharisha viongozi wa dini kuto kuingilia siasa na kutoa eh, na kuto kuingilia siasa ama kujihusisha na siasa. Je, yeah, inatoa picha gani? Je, yeah, ni kweli kwa matukio ya kupotea kwa viongozi wa upinzani ndani ya mwaka mmoja kama vile Dionis Kipanya, e, Deogratias Soka na wenzake watatu ni mambo yaliyojitenga, yani isolated cases ambayo haipaswi kupigiwa kelele na jumuiya ya kimataifa ikiwemo bunge la Ulaya? Kuhusu e, suala la mapenzi jinsi ya jinsia moja, hilo ni jambo ambalo Watanzania wengi kwa ujumla wao na katika mila na desturi zao msimamo wao unajulikana. Hivyo hilo si swala ambalo serikali inaweza kulitumia kama kichaka cha kujifichia, ili ionekane kuwa bunge la Ulaya lina maazimio yasiyokuwa e, na maana kwa Tanzania. Mwisho ieleweke kuwa bunge la Ulaya lina njia sahihi za kupata taarifa ya kinachoendelea katika nchi yetu. Hakuna kitu kilichofichika na ambacho wao e, hawatakijua kama kitatendeka katika nchi yetu. Ni kujidanganya kufikiri kwa Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Denmark, Sweden, Norway, Finland na kadhalika hawajui mambo ya Tanzania, kwamba e, hao hawajui kuwa mdude kapotezwa. Ni kujilisha upepo na kusema kuwa Mheshimiwa John Pambalu alivunjwa mguu na jeshi la polisi kwa kuhudhuria kesi mahakamani, ila jeshi la polisi likasema alikumkamata, na hao jamaa hawayajui yote, ni kujilisha upepo. Tunatarajiwa kuwa e, serikali yetu e, ingelifuata njia nzuri ya kuchakata maazimio ya bunge la Ulaya kabla ya kutoa kauli ambayo itapelekea serikali ya Tanzania ichukuliwe hatua kwamba inasema uongo. Kwa ujumla, kauli hii ya serikali ya Tanzania ni kama imesema kuwa bunge la Ulaya linatoa maazimio yaliyotokana na taarifa za uongo na hivyo limepoteza muda e, na fedha za wapiga kula wa Ulaya yote kujadili mambo ya uongo. Hatua hii itaweka nchi katika mazingira ya kidiplomasia ambayo sio mazuri. Kauli ya serikali ya Tanzania kuhusu maazimio ya bunge la Ulaya si tu kwa E, anayotukatisha tamaa sisi, ambayo tulikuwa na matumaini kuwa serikali yetu inafuata njia ya kulikwamua taifa letu kutoka katika mkwamo huu, bali pia ni ishara kuwa serikali yetu italiendeleza wimbi lile lile la uchaguzi kama serikali za mitaa wa mwaka 2024. Kwa kuwa imesema kuwa hizi sheria zilizopo zinafaa. Kwa maneno mengine, serikali yetu haiko tayari kufanya mabadiliko ya sheria za uchaguzi wala haitaki kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi. Hata hivyo, hatutakata tamaa bali tutaendelea kupigania mabadiliko ya kimfumo katika nchi hadi tutakapofanikiwa. Tunaweka kumbukumbu kumbu hapa kuwa sisi kama maaskofu tumesikitishwa na majibu ya serikali yetu kwa bunge la Ulaya kuhusu mambo yaliyo na umuhimu sana na mustakabari wa nchi e. Kwa sababu hii tunawaalika Watanzania ili kutafakari mustakabari wa nchi na taifa lao, kwa kuwa ni dhahiri kuwa watawala e, wanani hawana nia kabisa ya kutengeneza mifumo mizuri bora ya uchaguzi. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? So bwana, huu ndio ujumbe ambao aliandika Mwamakula kupitia kile ambacho e, tulikuwa tunakisikia tu kuhusu bunge la Ulaya by the way, baada ya hilo bunge la Ulaya kutoa mapendekezo kama sita hivi ambayo yalitaka taifa letu la Tanzania liweze kuyapitia e, hayo mambo, na ilizungumza vitu vingi sana, wengi waliona kama vile E, hatupo katika msimamo katika hiyo taarifa. Ni kweli e, tulipigiwa kelele na kuonekana Tanzania hatupo katika nchi ambazo e, zilitakiwa e, kuwa katika huo mfumo. Kama unakumbuka katika bunge la Ulaya liliweza e, kujadili vitu na kutoa vitu kama sita, cha kwanza ni kumwachia Tundu Lissu mara moja bila masharti, lakini la pili ni kuhakikisha haki ya kupata msaada wa kisheria e, na ulinzi wa haki za kibinadamu. La tatu, kusitisha ukandamizaji dhidi ya wapinzani na wanaharakati. La nne, kuruhusu Chadema kushiriki uchaguzi mkuu. Kuhakikisha usalama e, wa waandishi wa habari, watetezi na wa haki za binadamu na la sita kufanya mageuzi ya uchaguzi kwa ushirikiano na wadau wote. Kwa hiyo bwana, katika ile azimio kama ulivyosikia, nilikujuza katika ile video clip ambayo ya kwanza, ni kipi ambacho kilizungumziwa sana sana sana. Kwa hiyo serikali yetu ilikuja na kuona kama zile taarifa zilizotolewa pale ni za uongo. Kwa hiyo ndio unaona huu mfarakano ambao upo sasa hivi ni kujua tu nani mkweli, nani mwongo, nani mkweli, nani mwongo. Wapinzani wana e, upande wao na taifa lina upande wao. Kwa hiyo acha tuone tu, kwa sababu mvua inanyesha, utajua ni wapi panapovuja. So, subscribe, like, comment share, notification. bye, -bye.